vile ambavyo vimebaki kwa watu katika riba, baada ya kusikia tangazo hili, vile ambavyo vimebaki kwa watu katika riba acheni, baada ya kusikia tangazo hili, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah tabaraka wa taala. Lakini sikilizeni yale mazito ambayo Allah tabaraka wa taala akaja kuyasema, akasema: fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasuli, ikiwa msipofanya hivyo, msipokoma, msipoacha kula riba mkawa mnaendelea baada ya tangazo kuwafikia. Ibnu Abbas anaelezea katika Tafsiru Ibnu Kathir alipokuwa akifasiri aya hii faadhanu biharbin min allahi wa rasuli, kwamba zingatieni na kueni na yakini kufikiwa na vita kutoka kwa Allah na mtume wake. Tayaqanu biharbin min allahi wa rasuli, kueni na yakini ya kwamba vita kali kutoka kwa Allah na mtume wake itakushukieni na itakufikieni. Sababu kubwa ni nini? Ni kwamba watu wanaendelea kula riba. Ndugu zangu Waislamu, hivi leo wa riba imechukuliwa ni jambo la kawaida, jambo ambalo kila mmoja anajifakharisha kwa kuweza kufanya mafungamano na jambo hilo. Tumuogope Allah tabaraka wa taala. Hakika haya ni maangamivu siku ya Kiyama. Mtume alaihi salatu wassalamu anasema la'ana llahu akila riba wa mukila wa katiba wa shahidai, lakini akaja kuzungumza pia hawa wote ambao wameelezewa wako sawa katika laana kulaaniwa na Allah tabaraka wa taala nini maana ya maneno haya mtume anasema Allah tabaraka wa taala wa ta amemlaani yule mwenye kula riba mwenye kula riba kisha wakili wake wakili yule ambaye anasimamia jambo la riba kisha yule mwenye kuandika yale mafungamano ya kiriba kisha wale mashahidi ambao wanashuhudia kweli amempatia shilingi elfu moja anatakiwa baada ya muda kadhaa aje arejeshe shilingi 1200 wale wenye kushuhudia hilo nao pia Allah tabaraka wa taala Watu hawa wote mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wako sawa katika laana ya Allah tabaraka wa taala. Muislam, usije ukasema mimi sijala riba, unaweza ukawa ushaingia katika dhambi ya riba kwa kitendo chako cha kushuhudia, kitendo chako cha kuwa wewe ni mshuhuda katika riba. Unaweza ukawa hujala riba lakini ukaandikiwa dhambi ya riba kwa sababu tu umeandika mafungamano ya kiriba. Unaweza ukawa hujala riba lakini wewe ukawa ni wakili wa riba, ikawa sababu ya kuandikiwa dhambi ya riba. Lazima tuchukue hadhari katika mafungamano ya, ya kiriba sawa sawa, iwe gharama thamani yake ni ndogo ama ni kubwa, kiwe kile ambacho unakitoa ni kichache ama ni kikubwa, hii inaingia katika mafungamano ya riba.